Ukitaka uheshimiwe ukweni mwanaume, zingatia haya: kwanza uwe na hela, pili uwe na mbegu, sijui ndo yaya. Maana hizo hela ziwezi kuamka asubuhi bibi, shikamo. Hata hizo mbegu huwezi ukampelekea mangi ya kupe unga mpaka saa sasamba. Kwa hiyo kuwa na vyote, hata kama unavizidi. Umenipata eh? na wasikujuajua ukweni, maana mazoea hujenga tabia. Kila wapangaji ni walevi peke yake Si nawapelekea zawadi ya vyakula, unakaa mpaka inaisha, ndo unaondoka. Hiyo tabia tunaikomeshaga sisi mashemeji, unakwepa majukumu kwako, eh? Mimi kuna siku demu wangu aliniambia, gesi imeisha, naomba unijazie kama mamantilie. Nikasema sawa, sasa sijui akili ilitoka wapi, kanambia, wewe nenda kakae huko huko. Ni wachache wanaopiga shuti nje ya kumi na nane na inategemea ndeka. Kufuzu, upo moja bila ukifunga goli nenda na mpira nyavuni, warete kati ya karaka. Moja moja isaidii, na mpira moja wate, maana mwenzio ana aggregate goli la ugenini, wewe unatamba na goli la mama. Hata mwanamke, ukitaka kuheshimiwa ukweni zingatia haya hayo: mwachie miradi na TV yake kwanza, ujitume ili siku ukitumwa usione ni mateso hu, umeshazoea. Pili, zingatia heshima, mambo ya kuzingatia kodi nitayaongelea. Namba nne, haupate tu heshima kama wanawake wa Kiaya au wa Kisukuma, achana na wa mjini. Umenisikia eh? hata kama mtoto wa nyoka ni nyoka, ila wakule ni tofauti na huko. Ukipeleka chakula, piga magoti kusalimia, piga magoti, na kama mume wako yupo, mwambie akupigie maelefanti. Na tatu, sasa mbegu, kwa sababu tayari mume wako anazo haba na haba Hujaza wasanii, siwezi kusema ni mimba, lakini wasanii. Na uwe mwepesi wa kusoma hali, magazeti wachie wazee. kwenye huzuni wape furaha, kwenye furaha wape huzuni. Haya, mi napita jamani, mi napita.